Kuwa imara daima, anayesema ukweli kutoka moyoni, anayetenda daima yali Ndugondugu msikilizaji wa Vatikani News, katika taarifa kwa umma lenye kichwa: kuvamiwa na kuumizwa kwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu katoliki nchini Tanzania, Padre Charles Kitima, iliyotiwa saini na Askofu Eusebius Nzigilwa, makamu rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Mei Mosi 2025, inabainisha kuwa: Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania teki limesikitishwa sana na linalaani tukio baya la uovu la kuvamiwa na kujeruhiwa kwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu Tanzania, Padre Charles Kitima, lililotokea tarehe 30 Aprili 2025, majira ya saa nne usiku katika makazi na makao makuu ya baraza la maaskofu, Kurasini, Dar es Salaam. Padre Kitima alipata majeraha makubwa na amelazwa katika hospitali ya Aga Khan, jijini Dar es Salaam. Tunawashukuru wote waliomsindikiza na kumfikisha Padre Kitima hospitalini mapema, na kwa madaktari na wauguzi wanaomhudumia mpaka sasa. Tunatoa wito kwa Jeshi la Polisi na vyombo vingine vya usalama kuchukua hatua za haraka za kuwabaini na kuwakamata wale wote waliohusika katika kupanga na kutekeleza uhalifu huu wa kinyama na kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria Maaskofu Katoliki nchini Tanzania. Aidha, linaongeza uchunguzi wa tukio hili ufanyike kwa haraka na taarifa zitolewe kwa uwazi na bila upotoshwaji wowote ili kurudisha imani na matumaini kwa watu wetu. Tunashukuru mpaka sasa kwa ushirikiano mzuri tunaoupata kutoka serikalini na kwa vyombo vyetu vya usalama pia tunawashukuru watu binafsi, taasisi za ndani na za kimataifa zinazoendelea kulaani na kutupa pole kwa tukio hili baya na la aibu kwa taifa letu. Tunaomba waamini na watu wenye mapenzi mema mwendelee kumwombea neema ya uponyaji Padre Kitima, na pia kuliombea taifa letu amani na umoja. Aidha, tunawaomba muwe na subira na uvumilivu wakati tukisubiri matokeo ya uchunguzi wa waliohusika. Vilevile kuna matashi mbalimbali mbali ya kulaani kitendo cha ja kikatili. Kwa mfano pole nyingi na matashi mema ya kupona haraka kwa Padre Kitima yamefika katika Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, kama vile Askofu Daktari Benson Bagonza, mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, dayosisi ya Karagwe. Tarehe moja Mei elfu mbili na ishirini na tano alitoa salamu za pole kufuatia na shambulio hilo kwamba, kwa, kwa niaba yangu binafsi na kwa niaba ya dayosisi ninayoiongoza, kwa neema pokea salamu za pole kama baraza, kanisa na binafsi kwa Padre Charles Kitima kwa tukio ovu lililofanyika na kumdhuru mtumishi wa Bwana. Shambulio hilo si kwa padre Kitima, si la teki wala la imani ya kikristo tu, ni shambulio kwa wapenda haki na amani wote, zaidi ni shambulio kwa mama Tanzania, kilichokuwa kitovu cha amani yetu. Tunasimama nanyi kumwombea apone. Tunasimama nanyi kuwaombea waliomjeruhi wabadilishwe, bila kutaka kuwa watu wema. Tunaiombea serikali yetu isitishwe na ubaya, bali iseme haitatokea tena, anahitimisha Askofu Bagonza. Kufuatia na tukio hilo baya sana, kiongozi wa kanda ya Tanzania ya jumuiya ya Mtakatifu Egidio Bwana Francesco de Palma amesikitishwa na tendo hilo la kushambuliwa kwa Padre Charles Kitima akimwombea uponyaji na kwamba kanisa liendelee kuonyesha kwa mara nyingine tena safina ya amani, haki na kupinga ubaya. Na viongozi wengine wa dini wametoa salamu za matashi mema kwa Padre Kitima. Na wakati huo wa huo, hata kwa upande wa siasa, mfano kwa upande wa uongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema kililaani kwa nguvu zote shambulio la kinyama dhidi ya katibu mkuu wa baraza la maaskofu katoliki lililotokea usiku wa tarehe 30 Aprili 2025. Shambulio hili ni ishara ya njama za kusimamisha sauti za hoja na kueneza hofu kwa walioko mstari wa mbele kudai haki uhuru na mageuzi ya kweli. Ni jambo lisilokubalika katika taifa linalozingatia misingi ya haki amani na demokrasia. Kwa njia hiyo, CHADEMA inatoa pole kwa Padre Kitima, familia yake na baraza la maaskofu kwa mshtuko na madhira yaliyotokea. Tunaungana nao katika kusisitiza haja ya kulinda misingi ya utu usalama na uhuru wa kujieleza. Hata hivyo, jeshi la polisi tarehe mosi Mei lilisema kumshikilia mtu mmoja mkazi wa Kurasini kuhusiana na tukio hilo, na kwamba mahojiano na uchunguzi zaidi unaendelea ili kuchukua hatua kali na haraka dhidi ya waliohusika. Na kwa niaba ya watangazaji wenzangu wa idhaa ya Kiingereza na idhaa ya Kiswahili ya Radio Vatican, kwa pamoja tunaungana kumwombea mpendwa wetu Padre Charles Kitima ili aweze kupona haraka na kurudi katika utume wake kama kawaida. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.